Jitihada zinazofanywa na Serikali kupitia Shirika la Uwakala wa Meli Tanzania TASAC katika wilaya ya Chato mkoani Geita zimefanikiwa kupunguza idadi ya vifo vinavyotokana na ajali za majini ambavyo hapo awali vilifikia kati ya ishirini hadi thelathini kwa mwaka ambapo kwa sasa vimepungua kufika vifo vitano kwa mwaka kufuatia utoaji wa elimu ya usalama kwa wavuvi na no watumiaji wa vyombo vya majini.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 awaone umuhimu wa kuvaa ref jacket kwa sababu anasema ref jacket yeye inamsumbua akienda nayo ziwani, lakini kulingana tunavyoelimisha, kila mtu anaenda ziwani lazima uwe na ref jacket. Kwa upande wake, afisa mfawidhi kutoka Shirika la Uwakala wa Meli Tanzania TASAC amesema shirika hilo limekuwa likiendelea kutoa elimu hiyo moja kwa moja kwa wavuvi na watumiaji wa vyombo vya usafiri majini, likisisitiza ubora wa vyombo, usajili sahihi wa matumizi na boti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 Nao baadhi ya wavuvi na watumiaji wa vyombo vya uvuvi na usafiri majini wameishukuru serikali kupitia Shirika la Uwakala wa Meli Tanzania TASAC kwa elimu wanaotoa, kwani inawasaidia kufanya kazi kwa amani na tahadhari tofauti na ilivyokuwa awali, huku wakiziomba mamlaka kuweka mifumo rafiki ya kuwachukulia hatua za kisheria bilia na wavuvi wanaokaidi uvaaji wa majaketi okozi.